Uhaligani mtazamaji wa Leza Digital TV, hapa nipo eh, katika uwanja wa uh, Mzumbe primari ambapo nimebahatika kukutana na mwenyekiti wa jogging club uh, ambaye eh, kwa siku ya leo kuna tukio kubwa la ufunguzi wa jogging club hapa chuo kikuu Mzumbe, na kama unavyoona katika eh, muonekano wa nyuma utaona watu wamejaa hapa uwanjani, ni mechi inaendelea kati ya Jog Club pamoja na shule ya biashara. Nimekutana naye hapa, atatuambia yeye ni nani, lakini pia atatupa e, falsafa nzima ya nini dhamira e, ya Jog Club hapa chuo kikuu Mzumbe. Bwana mwenyekiti wa Jogging Club, Naam. Karibu sana katika interview ya Laizer Digital TV. Asante sana. Asante sana. Uh, watazamaji wa Laizer Digital TV wanapenda kukufahamu kwamba wewe ni nani kwa majina yako binafsi, lakini pia kwa title yako hapa chuo kikuu Mzumbe. Ndio, asante sana mheshimiwa mtangazaji. Kwa majina naitwa Peter Legnard Chenga, ni mwenyekiti wa Mzumbe Jogging Club. Naam. Sawa sawa. Aha, ni, ni, ni, ni, ni, lakini pia ni mwanzilishi wa Jogging Club ndugu yes, yes, yeah. Mtazamaji kama unavyomuona hapa yeye, eh, ndio mwanzilishi wa Jogging Club, kwa hiyo ukiona tukio hili kubwa linavyoendelea hapo nyuma, hujua kwamba ni idea ya mtu mmoja amekaa chini na kuona kwamba kuna jambo la ziada linatakiwa lifanyike kwa ajili ya kuleta tija kwa jamii ya chuo kikuu Mzumbe. Bwana eh, ndugu mwenye kiti na mwanzilishi wa Jogging Club. Naam, naam. Kwanza nikupe ni ongera kwa idea hii uliokuja nayo. Shukran sana, shukran sana. Eh, eh, sana. Eh, lakini pia nikupe ongera kwa sababu nimeona tukio kubwa ambalo linaendelea hapa katika ufunguzi wa Jogging Club, nikupe ongera sana. Shukran sana. Lakini pia mtazamaji wa Laizer Digital TV anapenda kufahamu ni nini dhamira ya Jogging Club au ulifikiria nini mpaka kuanzisha uh, Jogging Club hapa chuo kikuu Mzumbe? Ah, kwa kweli kwa kweli binafsi ilikuwa ni kuangalia namna gani ya kuleta ukombozi kwa jamii hii, kwa sababu tuliona kabisa kuna namna ambavyo magonjwa yasiyo ya lazima yanapotesa yanavyotesa watu, presha, e, unene, vitambi ambavyo baadaye vinakuja vinamfanya mtu anazeeka au anapata magonjwa ambayo yamstahili kupata katika umri mdogo kwao. Tukaona kitu ambacho kinaweza kikamfanya huyu mtu aepukane na hili jambo, ni mazoezi. Kuna kitu ambacho tunaweza tukianzisha, na kitu hicho kikawa ni mvuto kwa kila moso. Lengo na falsafa ilikuwa ni kuleta ukombozi kwa njia ya mazoezi, ukombozi wa kifikra. Watu watoe dhana potofu kwamba, e, paka uende hospitali tu ndio kuna magonjwa mengine, sana zimeenda hospitali. Kuna mgonjwa magonjwa mengine mafua, ukikimbia dakika mbili tu hasa kwa watoto wa kike wanatesa sana na magonjwa fulani ambayo yanahitaji mazoezi sana. Kwa kwa kuangalia kwa picha hiyo na kwa sababu familia yetu ilikuwa ni kuleta ile hamasa na ukombozi, tukaona tuanzishe kitu kinaitwa jogging. Jogging itamfanya mtu afanye mazoezi bila kuchoka, itamfanya mtu afanye mazoezi bila kuchoka, itamfanya mtu afanye mazoezi pasipo kujisikia vibaya, lakini akiwa anatoa stress na furaha kwa ujumla eh. Lakini pia kuhusiana ku, ku, ku, na tukio la leo nimeona mwitikio ni, ni mkubwa sana. Uh, ni nini siri ya mwitikio huu mkubwa sana ambao uh, watu wamekuja kwa wingi sana uh, kushuhudia tukio hili la ufunguzi wa Jogging Club? Ni nini siri ya mafanikio s yes, binafsi binafsi, naendelea kufurahi na, na nashukuru kwa sababu wanasemaga hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa kweli tulipoanza tulianza kwa udogo sana, na ni siku zani kama siku moja eh, chuo kitaitambua kama leo. Mgeni rasmi amekuja ameifungua rasmi kwanza kufanya shughuli zake na mbio zake ndani ya chuo kikuu Mzumbe na jamii ya Mzumbe kwa ujumla. Sikutarajia kwamba siku kwa moja tutafika, lakini ni effort ipekee za viongozi na wana jogi wote. Kipekee naweza nikasema tulianza tukiwa wadogo, lakini sasa tumekua kwa ukubwa wetu, na kinachopelekea kukua ni morali tunayoitengeneza kwa watu waone kwamba hii jogi ni ya wote na ni zao la Mzumbe, na hii ni tija ya kwamba kila mmoja aone ana umuhimu na ana mchango mkubwa sana ndani ya Jogging Club. Ili sasa kesho na kesho kutwa, kama sisi tulipoanzisha, tualisishe watu nao waje walifishe na walisishwe, tukuze jamii yenye mazoezi. Najua mazoezi ni fursa. Madam Waija ameenda kupokea, e, kupokea tuzo huko. Madam Atgonza ameenda kupokea tuzo juzi hapa kwa Mama Samia. So, wanaanzia wapi? Ni kwenye vikundi vya mazoezi kama hivi. Kwao kukua mimi nashukuru, watu wamejitokeza kwa wingi. Ni pekee jogging inavyojitoa katika e, matukio na mbio zake za kila siku. Asante sana ndugu mwenyekiti, mwanzilishi wa Jogging Club. A, lakini pia ningependa utoe neno moja kwa jamii ya wanamzumbe ambao bado hawajajiunga na jogging club. Unawaambia nini? Yes, asante. Na mimi kabla sijaweka neno naomba niweke kwanza neno la, la, la, la Mandela aliyesema kwamba Ukitaka ufike mahali ni lazima tuone strategies zako zina deserve ama zinakuelekeza wewe unafika lani. Tukikuona tunakuona kama unafikia pale ambapo wewe unataka kufika, kabla hujajitambulisha sisi tujue kabisa kwamba wewe unafika. Sasa mwanamzumbe ambaye hana lengo la kuugua, hana lengo la kupoza afya yake, hana lengo la kujifanya yeye apatwe na janga lolote linalotokana na mazoezi basi lazima atazame nini ambacho kitamfanya yeye apate afya bora, na kitu pekee ambacho kitamfanya apate afya bora ni mazoezi. Sasa cha kumwasa na kumwambia kwamba mazoezi ni tiba, mazoezi ni kinga pekee ambayo inaweza kumfanya yeye aepukane na magonjwa ya yasiyo lazima, na mazoezi ni kitu pekee ambacho inaweza kumfanya mtu atoe stress zote ambazo alikuwa nazo, yaani ukichoka, hata tabia za ajabu ajabu nakwenda kuzi, kuzitoa na kwa kufanya hivyo basi, tutengeneza jamii ambayo itakuwa iko bize kutafanya maendeleo na sio bize kukaa na kufikiria nini kitakachoiangamiza jamii, ama kukaa na kutokufikiria mambo ya kufanya maendeleo, kwa sababu mazoezi yanamfanya mtu awe na kufikiria mara mbili, yani inamfanya mtu awe na uwezo wa kufikiria zaidi. Ukifanya mazoezi, akili inatanuka, unakutana na watu mbalimbali, so kukutana ule ule ule mkusanyiko ambao unakufanya ukutana na watu kushare idea, unatanuka. Unapofanya mazoezi, unakutana na wanasema una, maso zinajitengeneza, zina, zina, zina, zina, zina, zina, zinakuwa vizuri, unatengeneza zile neva neuron zazinazotoka kwenye ubongo kuja kwenye sehemu nyingine za mwili kuwa active utakuwa unafikiria kwa ukaribu darasani, hautasumbuka, hautasinzia sinzia. Utakuwa ni mtu chupavu, mtu imara muda wote. Kwa mimi ni wase waje jogging, na jogging imeanzishwa kwa ajili ya ukombozi, na eh, kupitia hii itamfanya yeye atambue kama alikuwa ana future ama hana future, kwa sababu akili zake zitafunguka kuangalia kesho zaidi, sio leo. Asante sana ndugu mtazamaji, nilikuwa na Peter Chenga ambaye ni mwenyekiti wa Jog Club lakini pia ni mwanzilishi Uh, tulikuwa naye katika mazungumzo na ameeleza kinaga ubaga, kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kujiunga na klabu kama hii ili uweze kupata afya nzuri, lakini pia kuweza kwe, kuwa mkakamavu eh, na kuepukana na magonjwa ambayo hayaambukizwi. Lakini pia to, alieleza kwamba hii eh, jogging club imepata sapoti kubwa kutoka kwa chuo, pia vile vile kwa serikali ya wanafunzi, lakini pamoja na wadau mbalimbali ambao wanapenda masuala ya kuweka mwili fiti pamoja na ukakamavu. Sina la ziada hapa, langu jina naitwa Laizer Digital Boy wa Laizer Digital TV. Asante sana.